Wakati wachawanga anatoa omilia yake, nilisikiliza sana kwa makini. Alipofika kwenye afya ya akili, nikasema pengine inaweza katuathiri sana, hasa wakati ule akisema kuna wengine wanavaa nguo za ajabu, wanaonyesha viungo vyao. Nikasema hmm, nayo ni sehemu ya afya ya akili.

ili na naone. Nana naonyesha mabega na ukionyesha mabega, naonyesha kila kitu, unaonyesha hata matiti yako na nanyonye. Ukizubaa unashangaa hata sisimizi wananyonya, hata ndege wananyonya. Sasa matokeo yake, utakapoolewa unakuwa mtumba kwa sababu umetumika Utaonyesha nini cha pekee? Sasa watu wote wanajua ulivyi. Hey, wanajua huko ndani umevaa nini, nyekundu nyeupe, sijui nini. Sasa haina maana, na ndio maana katika afya ya akili lazima ujue wewe ni wa pekee. wewe Eh, kama wa pekee una thamani sana mbele ya Mungu, na ndio maana tunapoongelea hilo lazima uwe msafi, msafi wa mwili na roho. Hey, ukiwa kijana alafu wewe huogi kila siku, tena katika joto letu la Dar es Salaam na Bagamoyo hapa, utanuka. Utaona watu wanakukimbia. Na vile vile sipokuwa msafi wa roho, kila mtu atakufahamu, akikuona unatembea anasema mimi pale tayari bwana. Unavyotembea akiweka mguu hivi, aliweka miguu yake hivi hivi aliweka sasa nini? Matokeo yake unaharibu kwa sababu kesho na kesho kutwa ni majuto, kwa sababu jinsi unavyojiheshimu kutoka mwanzo na unapoendelea mbele, ndivyo wanavyokuheshimu watu. Sa mtoto wa fulana na adabu, unavyosalimia unavyoongea. Leo unaweza ukarukaruka sana kwa mitandao huku na huku, ukafanya nini, kama pacha alivyokuwa anaongelea simu zetu, hizo zina mambo mengi sana huko. Eh, Hey, kuna staili nyingi zinaangaliwa huko. Na mnaenda kufundishana staili. Staili hii ndio nzuri, staili hii ndio nzuri. Sasa ukichakaa ukichakaa watu wanasema angalia lile lilivyo kwa hiyo lazima ujitunze kwa sababu ya kuwa na thamani, kama alivyosema kwamba mwili wako ni hekalo la Roho Mtakatifu. Utunze vizuri, oga vizuri, uwe na moyo safi, hakikisha kwamba katika wakati wangu huu ni wakati wa kuandaa maisha yangu ya baadaye. Naweza nikawa mama, nikawa baba, lakini uwe baba mwema Sio kama kobe. Maanake kobe anazaa watoto alafu anaacha eh, hana habari. Sasa baba wa mtindo huu au mama wa mtindo huu ni mama gani? Sasa inabidi atoe malezi, atatoa malezi gani kama yeye kwenye hazina yake zero kwao? Ndio maana mlezi mkuu katika maisha yetu ni kijana mwenyewe, na ndio maana wakati pacha anaongelea mambo ya makundirika Alikuwa namaanisha mambo mengi sana pale, ni makundirika. We huna mpenzi we, mjinga sana. Unavaa navaa sketi zako mpaka zinavuka zina magoti we, mjinga wewe. Na msimamo uwe na nidhamu, unachofanya michako wewe, kwa sababu kesho nakeshokutwa ninyi ndiyo mama baba, na baadaye ndio waka wawata hawa na mwisho wakati vile vile, tunahitaji watawa masista, hao ndio mabradha hao, lakini mapadre hao, katika malezi. Na ndio maana tusipokuwa macho katika utandawazi ulivyo, tutakuwa vichoko e, tuta si tunafahamu kwamba dunia ya leo ina wataalamu wa aina mbalimbali Ukitaka kutengeneza pua yako iwe imechongoka kama kama ya mzungu, watakutengeneza tu. Ukitaka uwe mweupe pe, utakuwa mweupe. Kama ulikuwa mweusi, mweupe mwe mwe pe, lakini utakuwa kama sanamu ambayo watu wanakuangalia hapo wanashangaa. Na kwa sababu hiyo, lazima uridhike ulivyo na ujipokee ulivyo, na usipojipokea, ndio haya ya kurukaruka huku Hey, niswali ililokuwa lina ulizokaufata hapa. Kwa nini wa mwaka huu mpaka huu wanapata haya? Mbona jibu linajipa wewe. Unajirukaruka, itegemea nini? Kurukaruka utayapata tu, unafurahia dakika kumi, lakini unapata shida milele yote. Maana yake ni nini?